Na mebwana, moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa noticed hivi karibuni kupitia mitandao ya kijamii ni kuhusiana na issue ya Diamond Platnumz. Nguvu yake katika mziki wa Bongo Flavour imeonekana na hii ni kufuatia kwa listi hii, ni chart ya Apple Music Tanzania, ni kwamba katika top 10 ya Apple Music za Tanzania ni kwamba kuna ngoma tatu ambazo zimekamata nafasi ya juu kabisa katika chati hiyo kwa hapa Bongo, na katika ngoma hizo zina share one thing in common ambapo kitu hicho ni kwamba ni ngoma ambazo Diamond ameshiriki. Umeona bwana. Uh, unaambiwa kwamba ngoma ukimshirikisha Diamond lazima iende. Umeona bwana. Kwa hiyo ni moja kati ya habari ambazo zimekuwa zikizungumzwa au mijadala ambayo imekuwa ikizungumzwa katika mitandao ya kijamii mbalimbali mbali, eh, kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba, bwana, ukimshirikisha Simba kwenye wimbo wako lazima uwe trending namba moja, mbili au tatu. Na hii imejidhihirisha baada ya Diamond, eh, akiwa ameshirikishwa katika wimbo wa My Darling ambao ulikamata nafasi ya pili wiki iliyopita. Sasa hivi uko nafasi ya tatu, lakini pia ngoma ambayo Diamond ameshirikishwa na Barnaba ambayo sasa hivi inakamata nafasi ya kwanza kwa listi za Apple Music hapa Tanzania. Kwa hiyo hapa katika hii page wameandika kwamba kiukweli, Simba ni mwanamuziki namba moja kwenye kila idara Afrika. Kwanza kabisa, ukimpa collab lazima afanye vizuri na kuitendea haki Eh, kwa moyo mmoja, na hiyo ngoma lazima ifanye vizuri vile vile duniani kote, kwa sababu itakuwa ni ngoma kali sana, kutokana na ubunifu mkubwa aliyobarikiwa Simba. Amekuwa ameonyesha mfano kwa ngoma ya jamaa anayefahamika kwa jina la Chelo Boy ambayo inaitwa ni sawa My Darling, ni sawa na ulitoka na ukafanya vizuri, lakini tokea Diamond alivyofanya remix wimbo huo bwana, umekuwa ni mpya kabisa na unaendelea kutrend mpaka sasa hivi na kuzidi kupendwa na kupanda katika namba za watazamaji na wasikilizaji pia. Ona hizo chati za Apple Music, Simba yuko namba moja na namba tatu zote, amepewa shavu tu na hao wasanii, wanajivunia kumpa nafasi au kupata nafasi ya kufanya kazi na yeye na kufanikiwa katika ngoma zao. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Diamond bwana, ukishirikiana naye wadau wanasema kwamba lazima ngoma itafanya vizuri e, maana Salama na Barnabo na Barnaba imekamata nafasi ya kwanza, lakini huku pia ngoma ya Maidali ambayo ilitoka kitambo baada ya kufanya remix na Diamond imekuwa mpya. Ukiwa kama mdau weka maoni yako na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.